E bwana, mambo vipi? Anataraji siku yako iko poa. E bwana, kama we ni kijana ambaye ni miongoni uliomba ajira za jeshi la magereza, sasa na bado haujaona jina lako mpaka sasa hivi, fata njia hizi tafadhali: ingia kwenye tovuti rasmi ya jeshi la magereza, alafu nenda download. Download PDF utaona orodha hiyo sasa. Kama umeona jina lako, hongera. Lakini pia kama haujaona jina lako kwenye orodha, tafadhali usikate tamaa, jaribu muda mwingine, lakini pia ujipange. Mfano, wewe umeona mshikaji wako au rafiki yako ameonekana, mfate. Ebwana, bro, wewe ulifanyaje mpaka jina lako limetoka? Omba ushauri. Zingatia. Sasa, ushauri wangu, aa, kama umeitwa kwenye usaili, tafadhali zingatia, haya yatakusaidia sana sana sana. Namba moja, hakikisha unaingia kwenye usaili umezingatia vyote ulivyoelekezwa na mamlaka husika, ufike navyo. Aa, lakini ushauri wangu wa mwisho kama inawezekana tafuta mtu ambaye yupo kwenye system, mfano askari magereza, nenda kaombe ushauri kwake. E bwane, bro nimechaguliwa kwenda kwenye usaili, naomba ushauri. Atakupa abc ambazo zitakusaidia. E bwane, nikutakie siku njema, kila laheri.